za wale waliopita au waliotangulia kupita kabla yenu, mtafuata njia hizo, kwa maana mtawaiga hao katika ada zao, kadhalika mtawaiga hao waliopita kabla yenu katika siasa zao, katika taratibu za dini zao, katika tamaduni zao, na kwamba nyinyi mtajitahidi mufanane nao katika kila kitu. Hata alisema hadhwal qudhati bil qudhati Usawa wa ugoya kwa ugoya, kudha ni risha risha tu, sahabu ugoya wa mshale, mshale unakuwa na ugoya huko nyuma. Anasema

mtawaona wanaingia juhura dhabbin katika shimo la furukenge. Aya, furukenge au mburukenge, kila mmoja na ita vile vyake. Kwa maana hata kama hao ambao mnawaiga, mtawaona wanaingia kwenye kishimo cha mdudu huyu mbali na udogo wake, mbali na giza lililomo ndani yake, kwenye shimo hilo, na nyinyi nanyi kadhalika mtataka mwingie, mtaingia nanyi. Imekuja riwaya nyingine, ametaja alimamu Tirmidhi kutoka kwa Abdullah bin Umar, mtume akibainisha kwamba umma wake hautoacha kitu katika ile hali ya kujifananisha na nyumati zilizopita, kila la jambo lililofanywa na wao watataka walifanya, kila ambalo limefanywa na alyahud, na sehemu katika umma wa Muhammad, watataka waliige lile ambalo limefanywa na umma wa kinaswara, watapatikana ambao watataka wawaige katika hilo

anamuendea mama yake, anamuendea mama yake aliyemzaa, alaniyatan dhahiri wazi wazi bila ya kificho la kana fiku man yafalu dhalik, basi atapatikana miongoni mwenu nyinyi ambaye ataliiga hilo. Inatokea, halijatokea hivi kwenye umma huu? Yaani mtu atembea na mama yake aliye mzaa, lipo halipo? Hamjawahi kulisikia? Lipo mewa kusikia, we wapi? Niko kusini na nawe Mbagala, shatokea mwingine nake tuna na watu wawili wapagala na kusini mwingine. Eh, juzi kati Moshi, kijana anatembea na mama ake, wakachukuliwa na jeshi la polisi yeye na mama wake, wakawekwa ndani. Baadaye mama yake alikuja kufariki, akabaki mtoto yuko chini ya mikono ya polisi Moshi. Tumeelewana vizuri eh? au zidi mwezi takriban, na waliotoa taarifa kwamba huyu mtoto atembea na mama ni wadogo zake, dada zake wenyewe kwamba ulikuwa kuna mazingira hawayaelewi baina ya mama na mdogo wao wa kiume, mamake ki mzazi, si mamake wa kambo. Allahu lmustaan. Allah atukinge, Allah atuhifadhi, Allah atuchunge na balaa hili mujafa huja umbika. Kwa hiyo katika hadithi hii, taarifa imetoka mpaka kwenye vyombo vya habari, mwenyekiti yeye anahojiwa, anajibu, kweli jambo lilitokea kadha wa kadha, anasema hata lau kana fihi man yati ummahu alaniya, mpaka kama wale mnaowaiga itatokea wako waliowaingilia wazazi wao, wa, wa kike mama zao, alaniya hadharani, waziwazi, watu wanajua. La kana fiku man yafalu dhalik, watapatikana tu miongoni mwenu ambaye, au ambao watayaiga hayo, jinsi umma huu unavyopenda kuigaiga gani sikumbuki nchi gani katika hizi nchi za Afrika hapa, mama mmoja anaolewa na anaolewa ndoa anaolewa na mtoto wake. Nasema amejitahidi kuangalia nani atakayekuwa mkweli kwake, yeye akagundua kwamba hakuna atakayekuwa mkweli zaidi ya mtoto wake aliyemzaa, wakafungishwa ndoa. Nani kafungisha ka ndoa? Dini gani? Allahu alam.

mithili ya ugoya wa mshare kwa ugoya wa mshare, jinsi unavyofanana na sisi, ndivyo tutakavyowaiga, hatua kwa hatua, sawa kwa sawa. Hawa unawakusudia mayahudi na manaswara. Suali hili la masahaba kumhoji Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala faman, Mtume akasema alaihi salatu wasalam. Sasa ni akina nani wengine, yani kama <manyan> sio hao? Kwa maana watapatikana katika umma huu watakaowaiga Mayahudi, umma huu wa Muhammad, sallallahu <manyan> llah alaihi wasallam, na wako watakaopatikana katika umma huu ambao watawaiga Manasara.

sallallahu alaihi wasallam, watakaofisidika katika wanawazuoni wetu wameharibika, lakini wanawazuoni wanaelimu hao, watakuwa na mfanano, kufanana na Mayahudi. Kwa nini? Kwa sababu Mayahudi walikuwa na ilmu, alafu hawakuifanyia kazi Wetu, kwa hiyo yeyote katika wanawazuoni wetu atakayefisidika aelewe kwamba amejifananisha na Al Yahud, Mayahudi. Katika kufisidika kwao walikuwa kila mali za dhulma. Kwa hiyo kama kuna kiongozi wa dini anakula mali za dhulma amejifananisha na mayahudi kufisi kwa kufisidika kwake kwenye sekta hiyo. Mayahudi walikuwa wakiwazuilia watu kutokamana na dini ya Allah ya haqi alislam, assunna kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, vivyo hivyo ambaye atakuwa ni katika wanawazuoni wa, wa umma huu alafu akawazuilia watu na dini ya haki, ana mfanano huyo wa kufanana na aliyahudi. Mayahudi walikuwa wakiwaua manabii wa Allah, na wanawaua wale ambao wanawaamrisha watu mambo ya sawasawa, kama alivyosema Allah kwenye Qur'ani. Vivyo hivyo ikiwa kuna alim akawa ni sababu ya kuuawa kwa alim mwenzake, kwa sababu tu anasimamia haki na anaamlisha dini, yeye akamwona kwamba ni kikwazo, imma akamchongea akamtilia fitna, akashajiisha auwawe ili nafasi ile akae yeye au ili watu wapumue, huyo alim

Anafanya inadi, basi tu hataki. Tumeshasema hatutaki, anaweza kukwambia wazi wazi, tumeshasema hatutaki. Amekataa haki, amesomewa aya, akasomewa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi tu akaikataa ile haki. Huyu naye ana mfanano na Mayahudi katika hilo. Mayahudi walikuwa wakiikataa haki kwa makusudi kabisa, kwa kuchelea kwao usije ukaondoka ulaji maakuli, eh? Kadhalika, usije ukaondoka kwao uongozi. Kadhalika, yule ambaye ataikataa haki kwa kuchelea kwake kupata mali, kupata pesa, kupata jaha sasa itakuwaje heshima yangu itashuka mimi mbele ya jamii? Nilishawaambia watu, nilishawaaminisha juu ya jambo hili kwa mtindo huu, kweli hii ni haki, lakini bwana, wajua, wajua, sasa itakuwaje? Kuna muhali, nachelea muhali, anaangalia nini? Kwamba nikisema hapa watu wanasema ala, kwa hiyo wewe, wewe kumbe miaka yote ulikuwa ukitudanganya. Sio kama watu wengine hawaelewi kiwaona kwamba wanang'ang'ana kwenye masuala fulani, sio kwamba hawaelewi. Walishawazeveza watu kwa kitambo kirefu na kuwamwagia michanga ya macho. Sasa mtu anaona nitaanzaje? Kwanza nikisema hivyo nitaonekana sijui, ndio chanzo cha kufukuzwa kwenye kwenye wadhifa wangu huu, kwa anaendelea kukaza misuli katika batili kwa kuchelea kitumbua chake kisije kikaingia mchanga. Ambaye yuko hivi ana mfanano na Mayahudi. Mayahudi walikuwa wakisumbuliwa na husda. Kwa hiyo alim yeyote katika umma huu ambaye atamhusudu mwenzake au atawahusudu wenzake, akawaonea donge, akawaonea fii akawaonea geri, huyo naye kadhalika amefisidika na amefanana na Mayahudi katika hilo. Mayahudi walikuwa ni wasusuwavu wa moyo, wana qaswatul qalbi. Kwa hiyo yeyote ambaye atakuwa katika mazingira hayo amefanana nao katika hilo. Atakayefisidika katika wanawazuoni wetu katika hili ana mfanano wa Mayahudi.

Na yote haya tuliyotaja yanapatikana kwa wanawazuoni wa ovu katika umma huu, miongoni mwa watu wa bidaa kama vile mashia na wengineo. Na ndio maana wametaja baadhi ya ulilmi mambo ambayo mashia tu wamefanana na mayahudi hayapungui mambo sabini. Hili wako nalo mashia, hili liko kwa mayahudi, hilo liko kwa mayahudi

na yeyote atakayefisidika katika watu wetu wa ibada ametoka kwenye, atakayefisidika katika wana wazuoni wetu wajuzi wa dini amemaliza pale anazungumzia. Na atakayefisidika kwa maana atakayeharibika katika watu wetu wa ibada, watu wanaojikurubisha na, na kumwabudu Mola, hawa watakapoharibika, hawa a, katika wale wataabadi wetu, basi atakayefanya hivyo ana mfanano amefanana na manaswara. Ame alifasidika katika wataabadi wetu wa ibada, ana mfanano wa manaswara katika nini? Katika kufanya mambo kiujinga na upotevu, kwa sababu manaswara ndio ambao kwamba wanaabudu bil jahli, kwa ujinga, yani bila ya ilmu Wanalolifanya halipo katika maandiko, halipo kwenye maandiko. Sisi tufahamu kwamba Isa alikuwa na wanafunzi wake. Nani atakisema kwamba wanafunzi wa Isa walikuwa wakiimbaimba wakarukaruka, wakashikanashikana, wakikulia na kushoto, kadha wa kadha, wakekwa waume, wakachanganyikana, wanamwimbia bwana, nani atakithibitisha hilo?

lakini pia watakaofisidika katika watu wetu wa ibada wamefanana na Manasara katika raf'il makhluqi ila darajatin la yastahiquha, kumuinua binadamu au kiumbe mwenzi wao, wakampandisha daraja asilostahiki mpaka akadai kwamba huyu ana uungu Bali atakuwa pia amefanana nao katika ile hali ya kuwafuata viongozi juu ya mambo ya kuhalalisha ya haramu au kuharamisha halali, na yote haya yanapatikana fi juhali muslimin, kwa wajinga katika baadhi ya waislamu wanayo mambo haya.

marefu majitasbihi mpaka yafika kwenye tumbo. Mshaona watu wale eh, wanatembea wanabeba mbe, mabendera hivi bende, anajibendera kubwa kalishikilia namna hii ha? Mshaona haya kutoka wapi? Kwenye dini ya Kiislamu yatoka wapi? Au wale watu ambao eti katika maana ya kumdhikiri kumdhukuru Allah dhikiri zao wanakohoa

na nyinyi mtajilazimisha, mwingie linagiza. Hamuoni kule mbele, mnajilazimisha nyinyi mwingie. Wakauliza, mayahudi e na manasara hao, ewe mtume wa Allah? Akasema ni akina nani wengine. Kwa hiyo watapatikana katika waislamu watakuwa waiga alyahudi, watapatikana katika waislamu watakuwa waiga anasara. Mayahudi wamefanya shirki